linaandika kwamba sukari ya bilioni tano yakamatwa Dar es Salaam ni ya kampuni ya Mohamed Enterprises. Mwenyewe adai alikuwa akiipeleka Uganda. Haya, kuna habari picha hapa. Hamjambo Uganda hii habari haihusiani na hiyo habari ya juu isipokuwa kwamba hii habari hii ni Rais John Magufuli akiwasalimia uh, wananchi waliojitokeza kumpokea katika uwanja uh, wa ndege wa Entebbe nchini Uganda. Haya, bunge la anika majipu matano wizara ya afya. Habari leo Habari Leo linaandika Muhimbili kuanza kupandikiza figo, pia itasafisha za wenye VVU virusi vya ini. Majaribio ya tiba ya ukimwi kuanza. Kuwa na jengo la kulaza watu mashuhuri. Dar, kupanda bure mabasi ya haraka siku nne. Hayo ni majaribio ili watu waanze kuzoea. Haya, Uhuru eh, kumradhi. Zanzibar Leo linaandika TAKUKURU feki wavamia masoko ya sukari. Habari nyingine nasema, DC asiyejulikana amiliki ardhi. Huyo ni mkuu wa wilaya Arusha Meru Nisoni Mkambako amempa siku saba mkuu wa wilaya asiyejulikana anayemiliki ekari za ardhi sitini na nane katika eneo la kata ya Bwawani kuwasilisha nyaraka halisi za umiliki wa eneo hilo. Uhuru Sakata la sukari, makontena 115 yanaswa Dar, TAKUKURU TRA, e, na polisi kufanya uchunguzi wa kina, yadaiwa kutengenezwa Brazil, kufungwa Dubai. Jeshi halijavunja katiba kulinda Zanzibar, ndivyo inavyoandika gazeti hilo. Jambo Leo linaandika serikalini, mambo ya pesa magumu, fedha za matumizi zashindwa kwenda kwa wakati Haya, Magufuli hatua kumwapisha Museveni. Haya, familia ya watu saba yauawa Mwanza. Sauti ya watu Tanzania Daima, mtandao wa sukari waitikisa serikali, wakuu wa wilaya mikoa waingia mitaani kusaka sukari inayodaiwa kufichwa, TRA yaachia huru shehena iliyonaswa Mbagala, maswali ya ibuka deni MSD, kala moto, ndivyo inavyoandika gazeti hilo la Sauti ya Watu. Tanzania Daima, Mtanzania linaandika, kasusura aachiwa huru, alihukumiwa miaka 35 jela, katumikia 15. Haya, ya watu saba wa familia moja wauawa wa kinyama. Rai nguvu ya hoja linaandika, sakata la sukari, Magufuli ajaribiwa, huu na nukuu huu ni uhaini tu. Wafanyabiashara wanaoficha sukari wanachokifanya ni kumjaribu rais Magufuli. Utaratibu huu si mzuri na unakwamisha jitihada njema za rais, mwisho wa kunukuu. Lakini kuna habari nyingine hapa chini inaandika, waliotumbuliwa waigharimu serikali Majira linaandika familia ya watu saba wauawa Mwanza ni watoto wanne mama yao na wafanyakazi wa ndani wawili wauaji walitumia mapanga watoto wengine wawili wanusurika haya sukari kontena mia moja kumi na tano za kamatwa Dar zilikuwa zikisafirishwa kupelekwa Uganda Makonda aagiza uchunguzi raia Tanzania aliyemliza Magufuli apatiwa haki yake DC Babati aingilia kati mgogoro kwa maelekezo ya Rais Magufuli. Aondoka Arusha akiacha mshawasha. Historia wakuu wa idara wakumbwa na hofu ya kutumbuliwa. Ae, aponda mifuko ya jamii amkubali mfanyabiashara ya mawe haki. Kuna habari picha hapa, mtoto aliyekuwa kada wa Chadema Chacha Wangwe, Bob Chacha Wangwe akiwa chini ya ulinzi wa polisi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, akikabiliwa na shtaka la makosa ya mtandao. Ilikuwa ni jana, lakini kuna habari nyingine. UDA RT bure hadi Jumapili, meya wa jiji amkomalia Mafuru. Daily News eh, linaandika kuhusiana na sakata la sukari, linaandika wafanyabiashara wengine zaidi wa sukari Wana washikiliwa kufuatia sakata hilo kuzidi kuchukua sura mpya baada ya kubainika kwa michezo yao michafu. Wao wafanya biashara wanne, ukiingia kwenye paragrafu ya tatu ya gazeti hili ndio wameandikwa ni mkoani Mwanza huko. Aya, raisi johni Magufuli pichani hapo na mwenyeji wake rais wa Uganda yoeri kaguta Museveni wakiwa wamesimama kikakamavu, zikipigwa nyimbo za taifa za nchi mbili hizo na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika Ikulu ya Uganda mjini Entebbe. Aya, gazeti hilo pia linaandika mkakati wa serikali kuhakikisha bima ya afya inawafikia Watanzania wote. Aya, watu saba wa familia moja wauawa huko Sengerema, Mwanza, katika mauaji yanayodaiwa kuwa ya kulipiza kisasi. The Guardian. Guardian linaandika kuhusiana na sakata hilo hilo la sukari, lakini lenyewe linaandika machungu kwa wafanyabiashara wa sukari waliokuwa wanadhibiti biashara hiyo kufuatia uamuzi wa serikali wa kuwa sasa ndio mwagizaji pekee wa bidhaa hiyo ikilenga pia kudhibiti bei na usambazaji wake. Lakini linaongeza gazeti hili, kwa mujibu wa katibu mkuu wa wizara ya viwanda na biashara ikiwemo wawekezaji, Dr. Adelhelm Meru, hatua hiyo ni lazima kurejesha hali ya kawaida kufuatia kutoweka kwa sukari katika maduka na supermarket, na sasa kugeuzwa kuwa suala la kisiasa. Kuna habari picha pale rais Magufuli na mwenyeji wake Museveni wakiwa katika pose ikulu ya Uganda. Haya, lakini kuna habari nyingine kubwa kabisa yameandikwa kwa, kwa maandishi meusi pale eh, <clears throat> viongozi wa Afrika wanaokutana Kigali Rwanda katika mkutano wa dunia wa masuala ya uchumi wamejitia kitanzi kufanyia mageuzi saka, sekta ya kilimo barani humo. Lakini kuna habari nyingine in, in ya kuvutia mtazamaji wa Channel 10. Habari hii imetokea jana nchini Uingereza. Kuna picha pale yule unayemwona pale ni rais wa Nigeria Muhammad Buhari Buhari juzi eh, waziri mkuu wa Uingereza eh, Tony eh, David Cameron Alitoa matamshi kwamba Nigeria ni mojawapo ya nchi vinara kabisa katika rushwa, lakini alipowasili Muhammad Buhari aliulizwa, hivi, unahitaji kuombwa msamaha? Akasema hapana. Je, Nigeria ni kinara wa rushwa? Akasema ndio lakini katika mkutano wake na waandishi wa habari aliwataka Waingereza, sitaki kuombwa radhi. Nachotaka nyi Uingereza rejesheni mali zote ambazo maafisa wa Nigeria wamekwiba kule kwetu, wakaja kwazihifadhi hapo. Hayo ndio alikuwa majibu ya Muhammad Buhari, rais wa Nigeria, mwanajeshi huyo. Haya, twende sasa kurasa za michezo. Tunaanza na Guardian hilo hilo linaandika Tambwe mbioni kuweka rekodi mpya ya ufungaji katika ligi kuu soka Tanzania bara baada ya juzi kutupia katika mechi dhidi uh, ya Mbeya City. Serikali yaunga mkono uibuaji wa vipaji. Kushoto pale kuna habari picha, lakini ni kocha wa timu ya Liverpool club anatarajia Liverpool kuboreka msimu ujao. Chini kabisa, Leicester City kumpa mkataba muda mrefu kocha wake Claudio Ranieri. Daily News linaandika maji maji ya ing'ang'ania ya Simba na kuipa sare ya nne mfululizo bila ushindi. Timu ya Tanzania mchezo wa cricket imeondoka jana nchini kwenda kushindana katika michuano ya dunia ya kanda ya tano nchini Uingereza. Na pichani raia wa Uswizi Roger Federer akirudisha mpira kwa Mjerumani eh, hayupo pichani Alexander Zverev wakati wa mchezo wa michuano ya wazi ya ATP uko Foro Italico mjini Roma Italia. raia Tanzania Simba ya banu wasongea. Hiyo ndo habari kubwa kabisa Majira. Picha hii inanifurahishaga sana, Simba ni mwaka wa shetani, lakini picha hapa, wachezaji wa Simba wakipiga selfie katika mojawapo ya mechi ambazo na hakika walipata matokeo mazuri. Aya, raia rai, nguvu ya hoja, Yanga iamue kusuka ama kunyoa. Atletico wapata bahati mara mbili, mtanzania linaandika Pluim ageukia kazi ya kiume kujaribu silaha zitakazoiwa Esperanza Jumamosi. Taifa kibonzo jamaa <coughs> hapa ana, <coughs> anasema hivi, tuko kwenye msako wa sukari. Mwenzake anamjibu kuna urafiki kuna rafiki yangu anayo. Jamaa <coughs> anauliza tani ngapi? Jamaa anamjibu tangu aanze kuugua nahisi anayo nyingi. Jamani, jamani, jamani. <coughs> Tanzania Daima kumradhi. <coughs>